Sasa hivi, mm, vijana wengi wanapenda shortcut. Yaani wanapenda yale mafanikio ya haraka sana. Kitu ambacho kwenye sanaa ni tofauti kabisa. Mm. Welcome back ndani ya Mjue TV bana, ikumbuke hii ni Pop-up show, Eh, kipindi ni The Circle ambapo nakupitisha uh, kwenye zile kona tukianza na junction eh, red and green lights then tunaingia kwenye parking bana The Circle ni sehemu fulani ambao tunapiga story eh, mbalimbali kuhusu muhusika eh, mwenyewe hali ya maisha burudani na ujuzi kwa juma na leo nipo na mwanangu hapa atapenda kujitambulisha ni nani eh, then tutaendelea na story moja baada ya nyingine bana mambo vipi? Sawa kama ka. Uh, kwanza unaweza kucheza kalata? yeah, kweli mm. Kata gani unacheza bastini rast card au kataza namna gani? haina noma bana. kwa faida kwa faida ya watazamaji wa Mjue TV eh, wangependa kufahamu majina yako na ishu gani muhimu zaidi ambayo unafanya huku tukiendelea kucheza tukiendelea kusakata mm, namna hiyo oh. <laughs> mm. Mimi kwa majina naitwa anaitwa Delfin Sinyasi, wengine wanapenda kuniita Finn. Mm. Japo kwa sasa hivi wamenipa jina jipya, wananiita Mr. Paka. Mr. <laughs> yeah. Mr. Paka. Paka. Paka, Mr. Paka. issue gani zaidi ambazo unahusika nazo? Mm. mimi ni ni ni, ni director. Ndio, lakini pia ni photographer. Photographer. Eh, so na ofisi yangu Mm. Ndio kazi ambazo najihusisha nazo. Uh, kwenye upande wa sanaa upo kwenye sanaa gani zaidi? twende twende, mm. Ndio na game mm. Mimi nadili na maigizo eh, maigizo sanaa ya maigizo, uh, sanaa maigizo um, tangu enzi za Steven Kanumba eh, mpaka sasa eh, una una una una, unazionaje? na kwa kweli mm. oh hapo kati kidogo kulikuwa kuna changamoto Bongo movie ili drop sana, lakini kwa sasa hivi mm. Mm, ya, Bongo movie imeamka tena. Aa, ni msanii gani wa Bongo movie ambaye unapenda kumfuatilia sana? Yeyote anafanya vizuri, anafanya vizuri kwa kweli. Role model wako ni nani? Yani sasa ukisema hivyo mm, na kujibu kwamba sina role model, isipokuwa mimi nafuatilia ile kazi nzuri, yani yoyote inakuwa nzuri, mimi nafuatilia kazi nzuri. Ah, okay, umesema okay. Anakuita Mr. Paka. Niambie uhalisia halisi wa Mr. Paka umetokana na nini? Ah, ni baada ya kucheza movie tu ambayo inaitwa Tajiri Paka. mm -hmm. So, mm -hmm. Okay. Tajiri Paka, so kutokana na jinsi nilivyocheza mli kama Mr. Paka mwenyewe hivi watu wakaanza kuniita hivyo. Si unajua hizo. Okay. Tajiri Paka ni movie ya namna gani? Oh, ni love story fulani tu hivi ambayo inaelezea habari ya mapenzi mapenzi mm -hmm. Yeah. Movie ya Tajiri Paka ni movie ya ngapi kwako kutoka? Kwangu mimi na, kabla ya hiyo kulikuwa kuna movie gani nyingine ambayo wewe unasema yes, hii ni yenyewe? Naweza nikasema ni movie ya tatu. Movie ya tatu. Ndio. Na hizo zingine za nyuma ulishiriki pia? E, ndio nilishiriki hizo. Movie za nyuma ulikuwa unaitwa nani? Walikua uh, nanitatu Finu kawaida Finu. Yeah. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba mafanikio gani ambayo uh, Tajiri Paka yameonekana yame, yame, yame zaidi? Oh, hivyo tukipita mtaani mpaka mpaka, so mm. kidogo naeza kasema hivo. Okay, na mimi ningependa nitembee na mpaka mpaka. Unaamini katika sanaa sana, unaamini sana una Unadhani mtu aliyepo mbele ya kamera na nyuma ya kamera ni mtu gani ambaye ana anana, anana, nafasi kubwa sana kwenye movie? Uh, yaani hapo mm. bila kupepesa macho mm. Yule ambaye yuko nyuma ya kamera ana nafasi kubwa sana katika movie. Kwa mm. kwanini asilimia asilimia kubwa ya watu ambao wanacheza movie hususani movies za tuseme tuseme almost mikoani Yeah. Eh, tuseme mfano upande wenu, mm. kwa upande wenu nyinyi imekuwa inaonekana movie ni low quality sana, unadhani sababu inakuwa ni nini? Uh, kidogo naweza nikasema kwamba hiyo mm. changamoto kwa sasa sisi tumeshaikabili. mm. movie tume mm. uh, za mwanzoni kama mbili hivi kidogo zilikuwa zina changamoto, lakini mm. ukiangalia hii hapa ambayo imetoka hiyo Tajiri Paka mm. nafikiri wewe mwenyewe utakubali quality mm. yake, okay. Okay. Kwa hiyo kidogo changamoto hiyo tumeshaepukana nayo, namshukuru Mungu. Ni changamoto ambazo zilikuwa zinatokana labda na vifaa na nini ya yeah. Hivyo kundi lako linaitwaje? mimi nipo kwenye kundi la Step Sana Group mm. ambapo founder ni nani? wana kikundi wenyewe tu, hakuna kwamba mtu anamiliki, ni, ni wana kikundi tu wenyewe ndo wanamiliki wote, sio la mtu binafsi okay. Kwa hiyo unaamini katika ushirikiano na uamini katika umoja mimi naamini kushirikiana mm. ni bora zaidi kuliko kuwa peke yako, bora zaidi kuliko kuwa peke yako. Kabla ya Mr Parker mm. atuseme, kwa upande wa YouTube mapokezi yalikuwa ya namna gani? au mnafanya au movies na namna gani? Uh, ni online au ni niziweza kuuza kwenye CD? Ndio, sisi tumejikita katika soko soko la la YouTube na, la YouTube tunaendelea kupambana angalau mm. tufikie level na sisi tuanze kupata chochote kitu mm. japokuwa bado mm. Tuna uzapali, mm. defu, like YouTube, mm. okay, na safari ndefu, tunaendelea tunafanya movie za YouTube. Ufuatiliaji wa filamu na mziki, mziki inaonekana ni rahisi sana kuliko filamu, sababu filamu zinakuwa na dakika nyingi, afu mziki dakika chache. Mmejipanga nyie mmejikita sana kwenye upande gani wa short film au long film? Uh, tunafanya zote, inategemea tu na muda na wakati, mm. tunafanya scenes ndefu lakini pia short film tunafanya, mm. po, zote zote tunafanya sisi. zote mnafanya. Uh, wewe well, unadhani ni sehemu gani ambayo unafiti zaidi kwenye upande wa film? Ah, kwa kweli itategemea na, na na na story nataka mimi nikae, mm. wapi. popote pale naweza nikakaa, mm. kwenye uigizaji kuna, kuna ishi kubwa ya upande wa kulia imekuwa e, japo ni kipengele sana kwa watu wengi. Wewe kwa upande wako vipi, masuala ya kulia kulia? Kwa kweli mm, ni kipengele, lakini kwangu mimi sio sana mm. E, ni swala tu la muda, dakika moja na kuanisha toa machozi tayari. Mm, yes, inaonekana mazoezi yametosha, mazoezi yamekaa sana uh, yeah, inategemea kwamba pia hiyo mm, siku niko katika mudi gani. Mm, kuna wakati anagoma ya ndugu yangu, lakini mm, yanatoka sometime bwana <laughs> mi basi, nadhani uh, kwenye junction hapo tutakuwa tumemaliza uh, kwa upande wangu, na sasa tuingie kwenye green light, uh, and red light. Tukianza kwenye red light, changa changamoto gani ambayo unaiona uh, movie au upande upande wa movie hasa huku mikoani inakuwa ni changamoto zaidi. Uh, na changamoto kwa kweli zipo nyingi hasa hasa mm, ukiangalia kwa sisi ambao sisi tunajitahidi kuamka zipo kibao. changamoto ya kwanza mm, ni upande wa wa cast mm, tuna uhaba sana wa cast. unajikuta sometimes tunashindwa kufanya kazi ndefu kutokana mm, na cast tunazo ndogo. mm, na kibaya zaidi unakuta kasti za mm. jinsia ya kike ndo zinakuwa adimu kabisa upande wetu mm. Kwa hiyo unajikuta kwamba tunashindwa kuendelea kufanya kazi nzuri au ndefu zaidi kwa sababu ya hilo. Hiyo mm. ni changamoto mojawapo, lakini pia changamoto nyingine mm. ni bajeti, yani, mm. unajikuta kwamba bajeti inakuwa ndogo mm. tunashindwa kufanya kazi ambayo sisi tunakuwa tumepanga kufanya hiyo. mm. Eh, pia ni changamoto bajeti, lakini pia kitu kingine mm. ni mazingira tuliopo mm. unajua kidogo mazingira tuliopo bado sio rafiki sana katika upande mm. wa sanaa, ndo tunajaribu kuwaamsha amsha ili wajue kwamba sanaa ni kazi Ndiyo. na kama kazi nyingine pia mm. kwa hiyo hizo ni moja wapo ya changamoto ambazo mm. tunakutana nazo huko ah, Mr. Paka unadhani kuna ah, kuna baadhi kuna mpaka sasa kuna baadhi ya wazazi wanaamini ah, kuigiza ni mambo ya uhuni au uh, kufanya filamu ni mambo ya uhuni kama ilivyokuwa awali ya yeah, wapo, yaani wapo kabisa wapo kabisa. mm. kusema kwamba wapo, wapo, kwa sababu unajikuta msanii anakuja nakwambia anataka kujiunga kwenye kikundi mm. anakuja anafanya siku moja, siku ya pili anakuambia mzazi kanikataza, mzazi mm. kanikataza mm. kwa sababu eti sijui sanaa anasema ni uni sijui ni nini. Kwa hiyo si wapo mm. e, uh, tunasema uh, kwa changamoto eh, palipo changamoto huwa kuna mafanikio pia. Changa changa kadi tuendelee. uh, ukiacha changamoto hiyo ya uhaba wa watoto wa kike ambao ndo inaonekana ambao ndo inaonekana kwa asilimia kubwa eh, kwa upande kwa upande wenu sasa, mafanikio gani ambayo mmeyapata mm, kwa hapo ambapo tumesikia? Ha? Mm, sio kwamba hakuna mafanikio ambayo tushayapata mm, yapo ya kwa sababu kuna baadhi ya fursa tayari tushaanza kuzipata mm. Ukiangalia serikali, kuna namna wanatushika mkono, wanatusapoti, wanatumia katika baadhi mm. ya mambo yao, lakini pia jamii kidogo wanatuona wana, wana, wana, wana mm. na unajikuta mtu ana- anakupa hata ana fursa nyingine kutokana na hiyo na, na, na kazi ambayo unafanya wewe mm. umeona. Kwa hiyo mafanikio ndio kama hayo ha. unajisifu fari gani pale unapopita mtaani e, watu wanazungumza jina lako kwa wema? Vizuri inajisikia mm. e, sana tu mm. yeah. Una ndoto, una ndoto una ndoto au unatamani kufanya kitu gani hapo mbele? Ha, kupeleka Bongo Movie duniani. Wamefanya wengi pia kina kamu wanafanya na wengine wengi. Wewe, sasa sasa, mimi natamani wengi. Au na, na, na, na, na, na, na wiwa kufanya zaidi yao. Mm. Yani, wale wao ambapo watakapofika, mm. au ambapo wameshafika, basi mimi nizidi zaidi ya hapo mm. yani Bongo Movie, sasa tuanze kuangalia kama ambavyo tunaangalia movies nyingine huko, sio India, sio China, sio mm. nini, mm. eh hivyo. Yeah, una mpango gani wa kushirikiana na wasanii wa nyumbani? No, kwanza hicho ni kitu ambacho kwa kweli mimi nakipenda sana, natamani sana ushirikiano Mm. Kama ulivyo niuliza swali kwamba katika ushirikiano na umoja, nikakujibu ushirikiano mm. kwa napenda sana kushirikiana na wasanii wa nyumbani ya, lakini changamoto nyingine ni unakuta mtu ameandaa kazi alafu mm. anategemea makubwa kuhusiana na hiyo kazi tena anatajema mm. kwamba kazi hapa nikiachia labda nitaua viwazi nini nikiweka mm. YouTube nini watu watatizika mm. kama yeah, nini hasa yeah. Unakuja unakuta anaweka wiki nzima viwazi watatu kumi, watatu yeah. kwa hiyo ile inamkata vibe ya kuendelea kutokana mm. na kazi yake labda ni mbovu ajapewa hiyo imesha kutokea. Ah, kwa kweli hapana. Unadhani unadhani namba namba za YouTube ni ndio kitu ambacho kina ndio kitu ambacho kina determine kwamba hii ni kazi nzuri au ni mbaya? Ndio. Yaani mm. jinsi watu watakavyoipenda kazi ndivyo watakavyoiangalia kwa wingi, kwa sababu mimi nikiangalia nikaipenda, lazima mm. nitashia kwa mtu mwingine, naye angalia apende mm. kwa hiyo ukishaangalia wawili watashia na kwa wenzao pia watapenda. Kwa hiyo kazi nzuri ndio inafanya pia watu waweze kuview kwa wingi kwa YouTube mm. eh, tunasema kazi nzuri ndio hivyo, kama kazi itakuwa imezingatia ime, ime, ime, ime, ime upande wa sauti na sikika vizuri, lakini pia color balance iko okay, vizuri. Tuendelee tuendelee yeah. Tuendelee na karata. Kwa hiyo mm. hayo ndio anafanya kazi iweze kwenda YouTube Uh, kwa nini kwa nini asilimia kubwa ya wasanii wadogo eh, wamekuwa wakiishi kufanya kazi na wasanii wakubwa, ili hali wasanii wakubwa hawatamani sana kufanya kazi na wasanii wadogo? Mimi mm, naweza nikasema ni ulimbukeni tu, unajua mm, wasanii wadogo wao wanaamini katika kufanya kazi na wasanii wakubwa ndo kutoboa mm. Lakini mimi binafsi siamini katika hilo yaani, mm. yani, mimi naamini kwamba nguvu zako na juhudi zako wee ndo zitakufanya utoboe. Lakini unaweza ukafanya kazi na mtu mkubwa mm. ila stili ukaendelea kubaki pale pale na usiende kokote kule mm. Tushawaona wengi tu, anafanya kazi moja na mtu mkubwa mm. alafu aendelei kokote kule, anaishia kufanya hiyo hiyo mm. kazi moja tu mm. Eh, lakini ukiwekeza nguvu zako wewe kama wewe, ukafanya kazi zako kwa ubora na standardi mm. ya yeah, mambo anakuwa mazuri Unadhani kwa nini sana sana, eh, maigizo mengi yamejikita kwenye upande wa wa mapenzi zaidi? na ni kutokana na dunia jinsi ilivyo, kwa sababu ukiangalia mm. sasa hivi yani mm. ukizungumzia dunia mm. na imezungumzia mapenzi mm. mapenzi ni ni ameiteka ya dunia kwa sasa mm. E, yaani huwezi ukapita kona mbili hujakutana mm. na neno mapenzi au mpenzi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo kwa watu, kipo duniani, watu wanakifanya na wanakipenda, ko ndio maana mm. muvi nyingi zina adili na mapenzi. Nadhani tumefika kwenye bams hivi sasa, naomba uizungumzie uh, filamu yako ya bad love. Oh, bad love. Mm. Uh, bad love ni muvi yangu pendwa sana mm. ni muvi ambayo uh, nimefanya mm. nikiwa kama mmojawapo wa main kala kitamule ndio. Eh, story aliandika, aliandika mwanakikundi mwenzangu mm. e, akawa amenipa kitengo, nikasema mm. sawa, nitafanya mm. nikafanya kwa uwezo wangu na kwa bahati nzuri, hiyo movie mm. hadi tulibadika kufanya uzinduzi, tulifanyia mm. uzinduzi inshallah, yeah. Mambo akaenda vizuri mm. ya yeah, kwa hiyo siwezi kaizungumzia vibaya. Bad love ni muvi kubwa na ni muvi ambayo kidogo imefanya kunivusha mpaka sasa hivi. Mm. ya, kuna namba zimeongezeka baada ya Badlove kuingia katika akaunti mm. ya YouTube yeah. kwa baada ya atajilipaka, ni muvi gani nyingine ambayo ipo njiani na ipo Mm. Kuna movie ambayo inatarajia kutoka hivi mm. karibuni mm. uh, ambayo itakuwa ndio movie ambayo itatufungulia umwaka 2026 mm. eh, ni movie kidogo ambayo mm. itakuwa ina magic ndani yake. sitaki mm. kusema jina kwa sasa hivi mm. ila ambayo ataendelea mm. kuingia kwenye YouTube yetu ya Star <laughs> yeah. Film yeah. mm. atakutana nayo, tuko hivi karibuni tu itaanza kutoka mm. na itakuwa ni series itakuwa ni series yeah. kwa watazamaji ambao wanakutazama hivi sasa E, ambao wangependa kujiunga na wewe, lokeshen yenu mnapopatikana, au ni upatikanaji gani ambao, utaratibu ambao mmeuandaa, au hampokei waigizaji wapya? Uh, sisi mm. kikundi chetu bado ni kichanga sana mm. kwa hiyo tuna uhitaji wa watu mm. bado watu tuna wahitaji, isipokuwa tunahitaji watu wenye moyo wa sanaa mm. yaani, watu ambao sio mtu aje ategemee ya kulipo hapo hapo, hapana. <laughs> Yaani tunataka watu ambao wana moyo mm. wa sanaa, kwa sababu sisi tunajitafuta mm. kwa lazima, na yeye aje akubali kujitafuta pamoja na sisi mm. eh, ili baadaye tushajipata sasa tunaenjoy wote kwa pamoja mm. eh, hivyo asilimia kubwa ya watu walioanza chini wakishafanikiwa ndio mwanzo wa kundi kuvurugika kwa kwenu nyie, ili swala mna mmeandaa kulikwepa vipi? mm -hmm. Kwa kweli tumejiwekea misingi mizuri, kwa sababu mm -hmm. kikundi tumesajili, mm -hmm. tunafata vigezo vyote na masharti mm -hmm. vya serikali, katiba tunayo kwa mm hiyo, -hmm. kila kitu kinaenda katika mpangilio mzuri, so wezi katokeash kama hiyo kwamba labda tumepiga hatua fulani na mafanikio mm -hmm. alafu ndo tuvurugane. Hapana <laughs> kuna wasanii wengi wamekuwa wakifanya filamu lakini, eh, lakini baadaye wakatengana. Mfano, tukiangalia collaboration ya alikuwepo kicheche na Kram walikuwa wakifanya poa e, walikuwepo wasanii wengi tu lakini, for this time kila mmoja anafanya kazi zake. Kwako wewe unadhani ni mtu gani, uh, ambaye kikundi chenu kikivurugika ataanzisha kundi lake? Uh, siwezi kujua mm, na siwezi kusema kwamba hilo nalitarajia kwa sababu mm wanakikundi wote wanasema tuko pamoja kwa umoja mm, mm. Kwa hiyo siwezi kujua kwamba litakalotokea huko mbele lipo vipi mm. E, kwa hiyo nafikiri nimekujibu swali lako. <laughs> Wasanii wengi uh, sasa hivi wanasema sanaa inalipa, yeah. kwa upande wako imekulipa namna gani? mm. Kwa upande wa malipo naweza mm. nikasema kwamba yameshapatikana, tuna na gari. Na wewe napokea mm. milioni mia kwa, kwa mwezi Hapana, hapana, bado huko sijasikia mm. Isipokuwa malipo na mafanikio ambayo nimekwisha kuyapata sasa, sasa hivi mm. Sio mafanikio ambayo yako katika upande wa pesa mm. ila ni mafanikio mengine tofauti, kwa sababu unavyofanya sanaa, sio kwamba unafanikiwa katika upande wa pesa tu mm. eh, lakini pia usichokijua sasa unaweza ukafanya sanaa mm. alafu ikakufanya ika wewe milango yako mingine kufunguka mm. Unakuta mtu huku anafanya sanaa lakini pia na mambo yake mengine mm. eh, kwa mfano una, una, una, unafanya kazi zako labda za, za welding mm. Sasa kama unafanya sanaa alafu unafanya kazi za welding, unaweza ukajikuta umeongeza wateja wako wengi sana kupitia ile kazi, kwa sababu kila mtu anataka fulani kwa sababu taala nakuona kwenye nini mm. kwa kwenye sanaa kwa hiyo ni moja wapo mfanikio ambao nimeshayapata, hayo ndio mm. kazi yako, kazi yako ya kwanza e, yani, kazi yako ya kwanza Amini kuipandisha YouTube ilikuwa inaitwaje? Um, ilikuwa inaitwa maisha yetu, maisha yetu. Ilikuwa inaitwa maisha yetu, ni kazi ambayo tulifanya, ilikuwa na vipande vinne na vipande vinne tulifanya watu wakatupokea vizuri, ndo ikatupa moyo wa kuendelea kufanya zaidi na zaidi. mm. yeah. kwa nini vijana wengi wamekuwa wakitatatama wanapoanzisha wa jambo alafu lisiende vile wanavyokuwa wanapu na matarajio? Sasa hivi vijana wengi wanapenda shortcut. yani wanapenda ale mafanikio ya haraka sana kitu, mm. ambacho kwenye sanaa ni tofauti kabisa mm. yani sanaa na haraka haraka kweli utapata majibu ni haina baraka. Kwa hiyo mm. unajikuta mtu anataka kufanikiwa kwa haraka, au akutoboa mm. kwa haraka. Sasa mm. anavyofanya kazi kwa muda kadhaa, afu akaona kila alichokuwa akikitarajia hakipati, lazima mm. mm. atakata tamaa mm. na hiyo ukija kuzingatia, bado atakuwa na mtu ambaye hampi moyo au hampi maono ya mbele kuona kwamba tumekaribia au tunafanya hivi, tutafanya hivi mm. Mm. anajikuta amekata tamaa moja kwa moja mm. Kwa hicho ndo kinafanya vijana wengi sana wanaweza ku, ku, kutoka mapema kwenye sanaa. wanataka sana. kufanikiwa kwa haraka sana kitu ambacho sio sahihi bana. tumecheza tumecheza karata, unakumbuka? umenifunga game game ngapi? michezo mingi hapo, umenifunga nimekufunga. E, game mbili game mbili, na mimi nimekufunga game moja. E, anadhani hapa itakuwa ndo parking yetu ya leo. Eh, una kipi cha kuambia eh, watazamaji wanaokutazama hivi sasa kupitia Mjue TV ndani ya uh, mimi napenda kuambia watazamaji kwamba hmm. Watufuatilie katika mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube mm. uh, ni Step Films mm, lakini pia watakapoenda kule wasiache kusubscribe, lakini pia kucomment pale, kwa sababu mm. comment yao ni ya muhimu sana kwetu, lakini pia kushare na kwa wengine waweze kuona na kuona zaidi, kwa sababu sisi kama Step Film tunasema hatuishi hapo kusema parking. Baada ya namna hiyo, baada, uh, kuambia, uh, watazamaji bana, huwa tuna challenge uh, huwa, na challenge, uko tayari kwa challenge? Yeah, ni Ani challenge gani ambazo wewe huwa unazipendelea sana sana yani, wili mtu upewe na za yoyote, za namba, yoyote, za namba au za kawaida, challenge yoyote ile naruka nayo. Okay, mbele ya bata kuna bata, nyuma ya bata kuna bata, kuna bata wangapi? Eh, bata wako watatu, bata wako watatu. Unaonaje nikikwambia kwamba umekosea? Bu, mbele ya bata kuna bata, bata nyuma bata, bata kuna bata na hapo kuna bata wawili tu na si watatu Nadhani umakini umakini au umeteleza wapi? Ni, ni, ni kwa sababu ni maswali ya papo kwa papo nakaa mm. Ni sababu <laughs> kuna kingine ambacho ukitamani uambie? Ha, sina cha zaidi zaidi tu ya kuwashukuru sana na kuambia kwamba nawapenda mm. Mashabiki zetu mm. Na wazidi kutufuatilia na kutusapoti zaidi mm. E, wakitushika mkono, sisi ndo mafanikio yetu, na tunawaahidi kwamba tuwaburudisha mpaka mwisho wa maisha yao bwana mm. Mimi sina la ziada, nadhani tulikuwa wote tangu pale mwanzo mpaka hivi sasa ambapo tunaenda kutamatisha bwana. Kumbuka kwamba tulianza kwenye junctions, then tukaingia kwenye bumps, and then tukaingia kwenye green and light lights. Baada ya hapo bwana, nadhani tukaingia ni parking Eh, hatimaye eh, tukawa tumemaliza, japo nimempa challenge mbele kwanza, nasi, ya bata kuna bata, nyuma ya bata kuna bata au ni bata wawili? Nasi watatu bwana. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, kicho ndio neno subscribe We TV We value.